Au kama watu tuliopikwa uweze kuchora mstari hitimisho, kwa mjibu wa falsafa ya kanisa, ni pamoja na mada ya ukimwi na saratani, lakini pia kuna mada ya ulawiti na usagaji Nadhani tutakubaliana kwamba ni ya muhimu sana katika maisha ya leo, lakini pia kuna habari ya mavazi, kuna habari ya uchumba nandoa, na ndoa na mengineyo. Kwa hivyo ni muhimu sana tunapokuwa tunahusiana na vijana, hasa kuweka mstari katika vipengele hivyo ambavyo ni muhimu, au mada hizo ambazo ni muhimu katika maisha ya leo. Asante katika wewe na vijana, tumejifunza pia juu ya silka. Silka ni tabia ya mtu ya ndani ambayo huwa ni ya kudumu, inamaanisha huwa ni ya kudumu. Silka inaweza kuathiriwa na mazingira, lakini pia mtu anaweza kuzaliwa nayo. Silka imegawanyika katika makundi makuu mawili ambayo ni extrovert pamoja na introvert. Extrovert hawa huwa ni watu ambao ni wachangamfu, wanachangamana na watu kwa haraka lakini pia huwa ni watu wenye kujenga mahusiano mengi, na maanisha wanakuwa na marafiki wengi, lakini pia ni waongeaji. Tunapokuja katika makundi yaliyoko katika kundi hili la extrovert, kuna makundi mawili madogo ambayo ni sanguine pamoja na choleric. Kundi jingine kubwa ni ie introvert. Introvert watawa ni wapole, mara nyingi ni wakimya mara nyingi hupenda kuwa na muda wa peke yao wa kufikiri. Wana uwezo mkubwa wa kufikiri, lakini pia wana uwezo mkubwa wa, wa kiakili. Katika kundi hili tunawapata flegmatic pamoja na melankoli. Kwa nini tujifunze juu ya silka? Tunajifunza silka ili kuwaelewa vijana na kujenga mahusiano bora pamoja na wewe na kanisa. Mada ilikuwa inasema maadi, tunu kumi za maadili. Tunu kumi za maadili zina kusudi la kulifanya kanisa kuwa nyumba ya makimbilio kwa vijana na rika zote, vijana walioko ndani ya kanisa wasitoke nje, na vijana walioko nje ya kanisa watamani kuingia ndani ya kanisa. Hizi tunu kumi ni zipi? tunu kumi ni kama ifuatavyo. Kuna tunu ya kuunganisha, kuna tunu ya malezi, kulea, kushirikisha, ibada, kufundisha, ushauri, mafunzo, kuongoza utume, kuongoza huduma, pamoja na kupatanisha. Asanteni. ile fungu ana kusudi la kwamba kila kijana anampenda, na hivyo kama anatupenda hataki hata mmoja apotee, bali wote tulizi ufalme wa Mungu siku anapokuja. Kipengele kinachohusiana na wewe na jamii, kwanza utambue mahitaji ambayo jamii inahitaji, jamii ile ina inayokuzunguka kwa mfano mahitaji ya kimwili, mahitaji ya kielimu, mahitaji ya kiafya, mahitaji ya kimaadili pamoja na miundo mbinu na nishati. La pili ni kuandaa mpango mkakati ambao unaweza kusaidia katika kuandaa mradi fulani unaoleta maendeleo katika jamii yako na ya tatu ni katika kutoa huduma ya matendo ya huruma katika jamii, mahubiri ya hadhara pamoja na huduma ya uinjilisti katika jamii inayokuzunguka ndani ya wewe na jamii. Yapo mambo ambayo tunapaswa kujifunza sisi kama viongozi, kuhakikisha vijana wanakaa kanisani. Nitamrejeshaje kijana aliyeliacha kanisa kwa kutokuhudhuria kanisani? Ziko mbinu tano. Mbinu ya kwanza nitamfanya awe rafiki rafiki yangu wa kweli. Baada ya kumfanya kuwa rafiki wa kweli, nitamtaka anielezee sababu ama changamoto zilizomfanya yeye kutokuhudhuria kanisani. Baada ya hilo, nitamtia moyo kwa kutokumlaumu. Baada ya hapo, na jambo la mwisho, nitamsaidia ama kumpatia wito wa kurudi tena kanisani. Asante na Bwana akubariki. Hakika. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumejifunza katika kozi hii ya Senior Youth Leader. Mungu wetu apewe sifa zote. Amina.